Ya ni momenti moja na uh, unaweza ukaanza uh, kuona sehemu ambayo mpira alitoka nao mpanzo, hakukua na hiyo uh, hatari ambayo baadaye imekuja kuonekana, lakini ni jitihada zake za kujaribu ku, kusogea na mpira kwenye eneo la hatari mm -hmm. akajikuta yuko kwenye eneo ambalo alilazimika kumpasia huwa. Lakini wa, angalia hapa, wakati anapokea mpira hakukua mm -hmm. na dalili zozote za kuonekana kama Simba wana hatari, kwa sababu hata namba ya timu pinzani wanaojilinda walikuwa ni wengi kuliko hao hapa. mm. Ilikuwa inaonekana ni kama shambulizi limeisha, lakini unaweza mm. kusifu namna ambavyo alijipambana na kuweza kupata hiyo nafasi. Aua anapokea mpira naye, angalia jicho lake la kwanza, touch yake tu ya kwanza, jicho la kwanza ni kwenye boxi, nini kinaendelea hii? mm. Ndio inawezekana ikawa ni kitu kinawafanya walimu wao wanaendelea kuwaamini ahua wa kuliko mashabiki Mm. walimu, unaona kile kitu ambacho amekifanya, kwa mchezaji mwingine mm. usingeweza hata kuona mpira ukienda kule kwenye box. Kwa nini? Mm. kwa sababu hiyo vision ya eneo hilo, angekuwa hana, anapeleka mpira ambao bahati nzuri walinzi wanauona, lakini ndio uh, maana hata kwenye kucheza wanasema pigeni tu golini. Mm. ule mpira kwenda tu kwenye kumi na nane umezalisha hatari na hatari ambayo mwalimu ametoka kuzungumzia, unaweza ukamlaumu uka defender, lakini pia upande mwingine ukamsifia Soa kwa ile anticipation ya mpira huu, baada ya kwenda kwa defender utatua wapi? mm. ame anticipate vizuri, amepata ameshoot, lakini rebound inawakuta Simba kwenye nafasi nzuri ya kuweza kustrike tena, wanapata penalti. Kwa hiyo unaweza kusifia jitihada binafsi za wachezaji kama timu bado Simba haionekani kiunganika kutoka eneo lao la kujilinda mpaka eneo la kushambulia, lakini kosa la kwanza lilifanywa na, na, na, na, na mlinzi wa, wa, wa Gaborone United. Yupo katika eneo la eneo hatarishi, lakini ye kataka kureceive mpira wakati yuko na opponent karibu. Kwa hiyo touch yake tu ile moja alikuwa kama amefanya, amefanya setting vile kwa, kwa, kwa, kwa, kwa soa. Unaona, soa akacheza golini, ikatoka tena mpira ukaingia eneo jingine Mpira ulivorudi tena ndo dogo kenda kuingilia ku, ku ikatokea hmm. Hilo pigo ulimzungumzia Maurice Abraham kuhusiana na mchango wake uh, ndani ya kikosi na umumu wake wa kuanza katika mchezo wa leo, imemlipa moroko kwa dakika 45. Yes, imemlipa sana sababu ukiangalia katika wachezaji wote ambao wako kiwanjani na hasa wachezaji wa Simba, Morris Abraham amekuwa na mikimbio mingi sana kuliko mchezaji wote mpaka sasa hivi ndani ya dakika 45, na alikuwa anawaofa ana Simba muda wote, timu ikiwa ina mpira anawaofa hmm, na timu ikiwa na mpira pia anawaofa. Kwa hiyo kwa kuwepo kwa kwake kiwanjani kwa leo, Simba imenufaika sana na uwepo wake hapo kiwanjani na hata ukiangalia goli lililoongoza yeye ndo amekwenda kulisababisha kwa hiyo unaweza kusema kwamba mwalimu amefanikiwa kwa, kwa, kwa, kwa nafasi hiyo moja. Mpaka dakika like, 45 zilivyomalizika, timu imekuja na mpango tofauti na mechi iliyopita. Mechi iliyopita wakiwa nyumbani, walikuwa wanaonekana wanamiliki sana mpira na kucross kwenye box, kwa maana kucheza sana mipira ya crosses ambao walikuwa wanaigombania eidha kwa kichwa na unakumbuka Rushende Rieki na golikipa eh, Kamara hmm, walifanya kazi kubwa sana, aidha kusevu ama kublok kwa defenda hmm. Leo wamekuja na plani ya tofauti, wanatoka chini kawaida, kama walivyofanya mechi iliyopita, wanaposesi, wanafungua nafasi, unaona kwenye zile options za kupasia unawaona. Lakini kitu walichokileta cha tofauti leo ni kushuti kutokea nje ya boksi tena, hmm, kwa eh, accuracy nzuri sana wameshuti zaidi ya mashuti saba kutokea nje, lakini unaweza ukaona karibia mashuti matatu manne ndo amekwenda on target. Sasa moja kati ya kitu ambacho wamekileta cha ziada ni eneo hilo la kushuti kutokea nje. Hii ni chance ambayo mfungaji bora wao wa msimu uliopita ndani ya ligi e, kwa maana ya thatanyaone ghamanyane e, e, alibaki yeye on eh, na golikipa eh, Musa Kamara na unaweza ukaona alifuta mpaka akafika kwenye sita hmm. Bahati nzuri ni kwamba golikipa alikuwa kwenye sehemu sahihi na akafanya sevu kwa mguu, lakini unaweza ukaona moja kati ya vitu ambavyo ni hatari kuhusu wao, ukitoa nji, umiliki wa mpira ni pamoja na uthubutu wao kwenye eh, huo mstatili wa goli, kwa sababu chances ambazo wametengeneza, chances ambazo wameshuti hmm. ukiangalia hata ambazo zimekuwa ni off target bado zimekuwa ni sentimita chache sana kutoka kwenye milingoti which, mm, means si watu ambao ni watakuwa, wa, wa, watakuwa na huruma kama utakuwa unawapa ile full chance mm, imagine kuna mashuti wamepiga, kwa maana nasema ni ile half chance ya kufunga goli kwa maana nusu, nusu nafasi kama moja ambayo Morris Abraham alikuja aka deflect ule mpira Tya, lakini bado intensity ile nguvu na kasi ya mpira mm, ilimfikia goli I mean goalkeeper so unaweza ukaona hii plani yao ya kushuti ni kwamba inaweza kuwa video analyst wao ame study miongoni mwa mabao ambayo Simba wanaruhusu hasa golikipa Kamara ni pamoja na haya mashambulizi na ambayo yanahusisha kushuti kutoka mbali tena kwa kushitukiza, kabla eh, ukuta haujajiandaa, golikipa hajakaa kwenye position eh, nzuri. Inawezekana sasa Kamara anakuwa tayari amesha eh, pata ile wake up call, ile kengele ya kumwamsha kwamba unakumbuka umeshoi kuruhusu mabao ya aina hii katika mechi kadhaa, aidha msimu uliopita na kadhalika, wameshakustudy wa huu ni miongoni mwa udhaifu ambao unaweza ukawa nao sawa. so, tuangazie takwimu za mchezo kitazama. Uh, Gaborone United wamepiga mashuti on target matatu mm -hmm. uh, short of target tatu, jumla ni sita, inakupa alarm call coach Habibu Kondo. Yes, sio gemu nzuri sana kwa, kwa, kwa, kwa Simba kwa sababu hmm, itafika itafika time wata, watafanikiwa kwa sababu watu wanaopata nafasi ya kupiga ku, ku, ku, ku, hmm, mpira katika goli lako muda wote muda hmm, kama dakika za 45 washapiga shuti hizo na maana kipindi cha pili anaweza kupata shuti mbili tu hmm, wakafunga moja au wakafunga zote. Kwa hiyo kuna kazi mwalimu anatakiwa aifanye saizi. Mwalimu Moroko, shida ya Simba katika mchezo wa leo hawachezi pamoja na walishaona imechi iko ngumu, timu wanaocheza nayo ina ina, ina, ina, umiliki mkubwa sana wa mpira na ukicheza na timu ambayo ina umiliki mkubwa sana wa mpira, lazima nyinyi mwe na watu wengi ambao wanaweza kunyang'anya mipira. Sasa ukiwa huna watu kuweza kunyang'anya mipira, basi timu icheze pamoja. Lakini mm, Simba inaonekana kwamba wanataka kwenda kufanya high press. Yeah. Watu wawili hawana na, na, na, na soa, wanapungua watu nyuma kwenye midfield. Na mm, jamani wazuri wanaweza mpira mmoja tu unawakata wale watu wawili, mpira unaingia hapa ndani kwenye midfield mm, wana uwezo kufanya umiliki mzuri na kubwa ulifanyia kazi kuona kwamba Simba kuingia ndani ya boksi yao ni kazi kubwa sana, unakuwa mtihani kwa sento defenders kwa Simba na kusababisha mkwaju wa penalti huo hapo. Shamu Karboi akifanya madhambi mshambuliaji, um, wa kikosi cha Gaborone United. Coach Habibu Kondo, E, jinsi, jinsi walipokuwa wamekaa walinzi wa Simba ndio lilikuwa kosa kubwa kwa mtu mwenye, mwenye, mwenye kasi kama huyu mshambulizi ambayo wameenda kumfanya hiyo foul, kwa sababu wao walikuwa wako square na wamemwacha mshambulizi akiwa katikati yao. Kwa hiyo mpira wote utakapopigwa nyuma yenu yeye akiwa sprinter mzuri lazima atakufika yeye kwenye mpira. Kwa hiyo walikuwa wanahangaishana naye tu kumnyima nafasi asiingie kwenye ule mpira, na yeye analazimisha kuingia kwenye nafasi ya mbele ili akaucheze ule mpira, matokeo yake alifanikiwa ikabakia kucheza faulo tu, sababu pale hakuna jambo nyingine la kufanya. Umwache akariski golkipa kama anaweza kufanya save mm, au yeye mwenyewe aweke mpira nje au nyinyi mumzuie kwa faulo, ili asiweze kufika kwa, kwa, kwa golkipa. Ndicho mm. kilichofanyika hapo, ndio maana ikawa galimu kupelekea hiyo penalti <coughs> Shamu walifanya haraka kwa sababu walikopo walinzi wawili. Kiemba nadhani uh, inaonekana kama Uh, db alikuwa karibu ni kwa sababu Chamu alijaribu kumzuia yule na kumpunguzia kasi, lakini mm. kama kungekuwa hakuna contact yoyote sidhani kama angepata msaada kutoka kwa mwenzi. Angalia hapo alichokifanya mm. yeah, ni wakati mwingine mabeki wengine huwa wanaamua tu kumwacha aende uenda goalkeeper mm. akasave wakanyakati yes. uh, ambazo kulikuwa kuna double punishment. Mm. Kwa mtu anaona tu, moja tu akasave lakini kama defender alijaribu kutumia walau mikono yake kuona anawezaje kumpunguza kasi, na striker ni mjanja mm. hakumpa hiyo nafasi, aliingia kwenye njia ambayo chamua anapaswa kuikimbilia na, mm. na kilichotokea ni contact za miguu, ameanguka Muro. Mpande wa kikosi cha Gaborone United, amewapa somo gani Simba kwa dakika 90 za leo katika uwanja Benjamin Mkapa? Acha dakika <coughs> 90 ambazo zicheza Botswana Y yeah, of course, ametoa e, masomo mengi sana kwenye mchezo, kwa sababu kwanza tukio hili tu peke yake linatosha kukuonyesha kwamba ikitokea unakaba kwenye highline, kumbuka Karabwe pamoja na Rushen Derieck walikuwa kwenye duara kabisa la katikati ya kiwanja. Ule mpira umevushwa na kiungo ambaye alikuwa ana vision alikuwa na uono wa mbali chini kabisa kwa mguu wa kushoto, maanake ameikuta timu yote ilikuwa juu, ni wachezaji wawili tu walikuwa nyuma ya mstari wa katikati. Utakutana na timu za aina hiyo tofauti tofauti kwenye soka la Afrika katika hatua zinazofuata. Unamiliki mpira wewe una chance kubwa kwenye hafu ya mpinzani wako, ukitokea kuna kiungo mwenye uwezo wa kupiga pasi yenye accuracy, yenye usahihi nyuma ya migongo yenu mm. kama amna watu wanao sprint kuweza kudhibiti na kufanya coverage kwa usahihi mm. haya matukio utakutana nayo, ni either akutane yeye na goalkeeper ama matukio kama haya. Kwa hiyo mm. hiyo ni tukio ambalo tunasema wamekamatwa kwenye eneo la kimbinu, e, tactical kabisa. Lakini eneo lingine ni namna unavyokutana na timu ambazo zina wachezaji mmoja mmoja ana uwezo binafsi wa kuamua vitu vitokee okay. Tumemwona Maponda second half alivyoifanya mechi kuwa mgongoni mwake, ukiacha okay, namna alivyotengeneza penalty. Angalia eh, mm. trick pamoja na skills alizozitumia wakati mm. anaingia kwenye box tokea kushoto yeah. Amechukua kinarusha ndereek mm. Lakini shuti lake ilikuwa ni off target. Ni aina ya wachezaji ambao mara nyingi kabisa, ni aina ya wachezaji ambao unaweza kukutana nao kwenye timu zingine mfumo binafsi ukawa umefeli kwa upande wao, lakini ukakutana na wachezaji wa design hii. Lakini mm. kesi kubwa ni namna ambavyo timu inapaswa kucheza ikaonekana inacheza kitimu. mm. bado timu imegawanyika kwenye vipande tofauti tofauti ndani ya kiwanja. Kwa hiyo mm. ni kesi ya kuondoka nayo kuelekea kwenye raundi ya pili.